Naitwa Dr Chris Mauki. Naomba nikufundishe topic ya maendeleo binafsi au personal development, topic inayohusu umasikini. Tunaongea na watu wengi ambao wananiambia, naogopa sana kuwa maskini, sipendi umasikini, nachukia umasikini. Ni vizuri lakini kuna vitu ambavyo unatakiwa kuvifahamu kuhusu umaskini. Kuna vitu unavyovihitaji kuvifahamu kuhusu umaskini, na natamani upanue uigo wako wa uelewa kuhusu umaskini. Ni ruhusu ni kufundishe levels tano au hatua tano za umaskini, na usipozijua hizi hatua hizi level zitakutesa au umaskini utakusumbua hatua tano, level tano za umaskini level ya kwanza umaskini ni roho sio kila umaskini ni hali ya kutokuwa na pesa kwa sababu mtu hana kazi sio kila umaskini ni hali ya kushindwa uchumi kwa sababu hana shule. Sio kila umaskini ni kukosa fursa. Kuna umaskini ambao ni roho, ambao unahitaji spiritual intervention, unahitaji vita ya rohoni kupambana nao. Ndio maana kuna familia na kuna watu ambao wamesoma ila wanaishia kuwa bure kabisa. Wengine wanaachiwa na mali za urisi, wanaishia kuwa maskini. It's a matter of time. Kwa nini? Umaskini kwao ni level ya kwanza, roho. Sasa kama umaskini uko kwenye level ya roho, usome upate fursa, uwe na connection, uingie kwenye siasa Fahamu kabisa utaonekana kufanikiwa kwa kipindi kifupi, lakini utarudi chini tu. Kwa nini? Ni roho. Level ya pili ni mindset, fikra mawazo yako, fikra zako, attitude yako Umasikini ni fikra kwenye akili yako. Ukiweka mindset ya kutokuwa navyo, mi siwezi, mi sina, mimi natakiwa kusaidiwa. Kwa nini manchi nchi nyingi za Afrika zinaendelea kuwa maskini? Kwa sababu umaskini wao ni fikra. Nchi nyingi wanaamini hawawezi basipo mzungu. Ukisha kuwa na hiyo mentality, kuisha habari yako, huwezi chochote na mzungu huyo we, ambaye wewe unaamini kwamba huwezi kufanikiwa bila ye. Yeye mentality yake ni kwamba yeye anatakiwa kuwasaidia Waafrika, yeye ndio anatakiwa kuwabeba. Mentality yake nakufanya na kudominate wakati wote. Angalia, nchi nyingi za kiafrika zina utajiri mkubwa wa kiasili kuliko wazungu. Kwa nini? Umaskini ni fikra. Umaskini ni unavyojiona, unavyojitazama, unavyojiambia. Levo ya tatu. Umaskini ni tabia, habit. Umaskini ni karakta, umaskini ni mwenendo, maisha yako ya kila siku unavyofanya, unalala saa ngapi, unaamka saa ngapi? We, imajini, unamchelewa kuamka, unaamka saa nne, unasema unataka kuwa tajiri, unataka kutoboa. Utatoboa nini? Labda utoboe makopo tatoboa nini na nini na msumari? Uwezi, huwezi. Kwa nini? Tabia. Unapata laki moja huwezi kusevu, unategemea usevu kupata milioni. Huwezi kwa nini? Mwenendo, tabia. Unapenda bata tu wakati wote huwezi kutoboa. Kwa nini? Tabia. Umasikini ni tabia. Levo ya nne, attitude, mitazamo yako, misimamo yako. Sasa ile ya kwanza nilisema fikra, mindset. Hii ni attitude, misimamo yako kwenye maisha, mitazamo yako kwenye maisha. Kwa mfano, kuna watu ambao wako very positive kuhusu fungu la kumi. Attitude yake ya kutoa sadaka inamtoa, itamfanikisha kwa sababu ya attitude, mtazamo, misimamo yake kuna watu ambao misimamo yake uh -uh. sio saidia saidia watu ovyo wakajisaidia wenyewe huko huyo mtu kutoboa ni ngumu sana nakwambia ni ngumu mno kwa nini misimamo yake na level ya tano lifestyle. mfumo wa maisha umejitengenezea mfumo gani wa maisha yaani maanaake maisha yako yana style gani hapa kwenye mfumo wa maisha wanaingia aina ya marafiki zako mambo unayoyafanya asubuhi mpaka jioni, vitu ulivyovizowea, muonekano wako, vitu unavyovipenda na usivyovipenda, vyote vinaingia hapa, vina uwezo wa kukufanya maskini. Tafuta topic nyingine, nimefundisha umasikini ni nini na nini sio umaskini, na topic nimefundisha umaskini sio nini na umasikini ni nini tafuta topic hiyo, changanya na hii, utaenda mbali. Kuna vitu hutovifanya na ulikuwa unavifanya kwa kuvizoea. Naitwa Dr. Chris Mauki.